Oktoba tarehe 21 kuanzia mida ya saa tisa na dakika 25. Hii ni kwa mujibu wa saa za Afrika Mashariki. Mwezi utaandama. Hii ni fursa ya kipekee ya kuangalia ndani ya nafsi yako kuondoa kinachokuzuia na kuanzisha mambo mapya katika maisha yako. Unaposikia mwezi umeandama, huu ni wakati wa wewe kuanzisha vitu vipya. Sasa kaa chini na ufikirie. Kuna ndoto ulizoacha au mradi uliokuwa na uoga wa kuanza nao, anza leo hii. Mwezi unapoandama, utaona jinsi unavyoweza kutumia nguvu hizi kuanzisha safari mpya ya maisha yako. Sio lazima uanze kwa hatua kubwa, hata kwa kufanya kitu kidogo tu, lakini matokeo yake yatakuja kuwa ni makubwa sana. Kama wewe ni mtu ambaye unatafuta mwanga, motivation, au ujasiri wa kuanza kitu kipya basi video hii imekusudiwa kwa ajili yako. Tafadhali sana nisikilize kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Universe inataka kuongea na wewe na huu ndio ujumbe wako wa leo. Karibu sana. Mwezi kuandama huwa ni wakati wa nguvu kubwa ya ndani yaani intuition. Na mwezi unapoandama ile nguvu yake huwa inakupeleka kwenye nafasi ya reflection, yaani unaangalia kilicho nyuma, lakini pia unaona ni wapi unataka kwenda. Kwa hiyo unaangalia kotekote, umetoka wapi na unakwenda wapi. Sasa huu mwezi mpya wa Oktoba ishirini na moja una nguvu hizi kuu tatu. Nguvu ya kwanza ni intuition. Huu mwezi unatupa nguvu kubwa ya ndani yani intuition, au tunasema akili ya ndani. Tarehe ishirini na moja Oktoba, hii ni siku nzuri ya kusikiliza moyo wako. Malengo yako unayoweka leo yatalingana na moyo wako, na hii ni nguvu ya kutatua dilemmas kwa urahisi na kupata clarity au uwazi wa ndani. Kwa hiyo nguvu ya mwezi mpya huu wa Oktoba ishirini na moja itakupa uwezo wa wewe kuweza kutatua pale ambapo wewe ulikuwa unakwama au ulikuwa njia panda, hujui ufanye nini. Na nguvu ya pili ni courage pamoja na confidence, yaani ujasiri pamoja na kujiamini. Mwezi huu utakapoandama utatupa nguvu ya kuanza vitu vipya bila woga, yaani hutapata woga tena. Na ikiwa una wazo jipya, inawezekana ni mradi au kuna maamuzi fulani unataka kuyafanya, sasa hii ni siku yako ya kuwa shujaa ya wa maisha yako. Hakikisha unafanya kile kitu ambacho ulikuwa unakiogopa zaidi katika maisha yako, na watu wengi automatically mtajikuta uoga unawatoka. Utajikuta unapata uthubutu wa kufanya kitu ambacho hu ulikuwa unakiogopa sana. Kama kuna kazi yoyote ile ambayo inakuhitaji wewe kuriski, aidha kujiriski maisha yako au pesa zako, usiogope. Amini kwamba mafanikio yako yapo hapo katika kuanza hicho kitu. Usiogope. Na nguvu ya tatu ni clarity au kwa Kiswahili tunasema uelewa wa kina. Mwezi huu mpya utatupa nguvu za ajabu za kuweza kuvifahamu vitu kwa undani, na pia utatuonyesha ni hatua zipi za kwanza zinazotakiwa kuchukuliwa. Yaani pale tu utakapoamua kwamba sasa nataka nianzishe kitu hiki kipya, basi nguvu za mwezi huu mpya zitakuongoza wewe na kukuonyesha ni kitu kipi unatakiwa kufanya hatua kwa hatua. Na pia wazo lako yani, wazo lililopo kichwani mwako litaanza kuwa halisi utakapofanya tu hatua chache. Yani inawezekana kuna mawazo yalikuepo kichwani mwako muda mrefu sana, kwamba natamani kufanya moja, mbili, tatu. Utakapoanza tu kuchukua hatua kuhusiana na hayo mawazo, utaanza kuona hicho kitu chako kilichokuwa kwenye mawazo kinaanza kuja kwenye uhalisia. Kwa hiyo hakikisha unazitumia vizuri hizo nguvu ili ziweze kuwa na manufaa katika maisha yako. Kaa tayari kwa ajili ya nishati hii ya mwezi mwandamo. Ulimwengu utaachilia nishati kubwa sana katika akili zetu, ambapo nishati hiyo itakuwa inayumbisha akili zetu. Utajihisi akili yako inatangatanga katika pande nyingi, au mwili wako unakosa utulivu na subira. Usiogope. Hiyo ni nishati ya mwezi mpya. Watu wengi akili zao zitaathirika sana katika mwezi huu na wanaweza kujikuta wanakosa maamuzi. Sasa usipojua kwamba nini unatakiwa kufanya na nini utakiwa kufanya, unaweza kujikuta unafanya maamuzi mabaya sana ambayo yatakuta kuharibu maisha yako hapo baadaye. Kabla ya kuweka nia au kuanzisha jambo lolote lile jipya mwezi huu mpya hakikisha kwanza una balance nguvu zako za ndani. Usiruhusu hofu, uoga, mashaka au wasiwasi vikutawale kabla ya kufanya maamuzi katika mwezi huu. Watu wengi watajikuta wanapuuzia hisia zao na kujali mambo yenye mantiki au tunasema logical things, lakini ulimwengu unatuhitaji kuzingatia hisia zetu zaidi katika mwezi huu ili uweze kufanikiwa, zingatia hisia zako mwezi huu. Na kitu pekee kitakachokusaidia kuweza kuzielewa hisia zako ni kufanya meditation. Pata muda wa utulivu, kaa tulia, uulize moyo wako ni nini unataka, ni kitu gani unahitaji kubadilisha katika maisha yako? Bila hivyo utajikuta ni mtu ambaye hujielewi au hueleweki kihisia. Msimu huu ni fursa ya kurekebisha maisha yetu na kusikiliza vitu vinavyotoka moyoni mwe mwetu. Nishati hii ya mwezi mpya itadumu kwa muda wa siku tatu, kuanzia leo. Hebu anza kuchunguza maisha yako, jiulize ndani ya moyo wako, je, una furaha? Je, maisha yako yanakufurahisha? Kitu unachokifanya kwa sasa kinakufurahisha? Je, kazi unayoifanya kwa sasa ndiyo ambayo uliikusudia katika maisha yako? Je, unajipenda? na je, unawapenda wale wanaokuzunguka? Nishati ya mwezi huu mpya inakupa fursa ya kuweza kuwasiliana na moyo wako. Kaa chini, fanya mawasiliano na moyo wako, uulize moyo wako kuhusiana na maisha yako. Uliza moyo wako unataka nini. Uulize kuhusiana na maisha ambayo unataka kuishi. Uulize kuhusiana na mahusiano yako, kazi yako. Hebu uruhusu moyo wako uongoze nia zako, acha moyo wako uamue kuhusiana na maisha yako. Hebu kaa chini, jifungie ndani kwako tengeneza muunganiko kati ya mwili wako na nguvu zako za ndani. Nilishawafundisha namna ya kufanya. Kaa chini katika mkao wa kumeditate, kama unavyoweza kuona hapo kwenye picha, kisha weka mkono wako tumboni na mkono wako mwingine uweka katika upande wako wa moyo. Kisha anza kuvuta pumzi taratibu, kisha ziachie taratibu. Wakati unafanya hivyo, jiulize, uulize moyo wako ni nini unataka ni kitu gani hasa unatamani katika maisha yako? Wakati unajiuliza hayo maswali, endelea kujisikilizia. Usisikilize akili yako, sikiliza hisia zako zinazotoka moyoni mwako, usikilize moyo wako. Majibu yatakayotoka moyoni mwako yaandike katika karatasi. Haijalishi ni mengi kiasi gani au haijalishi ni ya ajabu kiasi gani, wewe andika. Kumbuka kwamba unavyoandika, kuna nguvu ya ziada unaiweka pale, kwa hiyo kunakuwa na uwezekano mkubwa sana wa hayo mambo kuja kutokea. Unafungua milango ya maono yako kuonekana zaidi na kuja kutekelezwa na ulimwengu. Na wakati umepata majibu ya moyoni mwako, wewe usijiulize yatafanikiwa vipi. Kwa mfano, unaweza ukawa umeuuliza moyo wako unataka nini katika maisha yako, ili maisha yako yawe na furaha nini unataka kifanyike katika maisha yako moyo wako unaweza kukwambia nahitaji gari au nahitaji nyumba ya kifahari sasa usiruhusu akili yako ipingane na moyo wako najua akili yako inaweza ikakwambia wewe huwezi kupata gari au hakuna biashara itakayokufanikisha wewe kuja kupata gari au kumiliki nyumba kali sasa achana na akili yako deal na hisia zako ulimwengu utajua namna ya kuja kutekeleza hayo mambo kwa hiyo kama moyo wako umekwambia unahitaji kufungua biashara yenye mtaji wa milioni mia tano just pokea pokea, chochote kile, pokea jibu lolote lile linalotoka moyoni mwako, kisha liandika. Kwa jinsi ambavyo unaandika, kuna nishati ya ziada unaiweka hapo. Hivi unafahamu kwamba kuna tofauti kubwa sana kati ya kuongea tu na kuongea pamoja na kuandika? unapoongea na kuandika, kuna nishati ya ziada unaiweka hapo, na ulimwengu unaanza kuifanyia kazi hiyo nishati. Kwa hiyo kunakuwa na uwezekano mkubwa sana wa vitu vyako ulivyoviandika kuja kutokea katika maisha yako. Puuzia ya maswali yote ambayo akili yako itakuwa inakuhoji. Akili yako inaweza kaa inakuuliza milioni mia tano utazipata vipi eh? Sasa hivi haumiliki hata baiskeli, nyumba utaipata vipi? Puuzia hayo maswali. Wewe fuata moyo wako, unataka nini. Na wakati moyo wako unakupatia majibu, zingatia sana hisia unazozipata. Kwa mfano, kama umeuliza moyo wako, ili uwe na furaha unataka nini? Wewe moyo, wewe unataka nini ili uwe na furaha? Moyo ukakwambia, nahitaji mahusiano mazuri, nahitaji nyumba nzuri. Angalia hayo majibu yanakupa msisimko gani ndani ya mwili wako. Una hisia zipi unazihisi pale moyo wako unapokupa hayo majibu? Sasa hayo majibu yageuze kuwa manifestation. Unayageuza vipi? Unaweza kusema hivi: ninajisikia furaha sana kumiliki nyumba ya kifahari, ninajisikia furaha kumiliki gari zuri, ninajisikia amani pale ninapopata pesa nyingi, familia yangu ina furaha kwa sababu tuna afya njema tunapendana na tunapata mahitaji yetu kwa wakati. Kwa hiyo unaweza kuona hizo ni hisia ulizokuwa unazipata, kwamba ukiwa na nyumba nzuri unajisikia furaha na amani. Kwa hiyo unageuza inakuwa ni positive affirmations, au manifestations. Mambo ambayo unayaandika katika kipindi cha mwezi mpya hutakiwi kuyachoma wala kuyachanachana na ndio maana huwa ninapendekeza uwe na kidaftari chako cha kuandika mambo ambayo unataka yaje kutokea katika maisha yako. Huwa tunachoma na kuchana katika kipindi cha full moon, ambapo ni kipindi cha kuachilia. Kuachilia maana yake tunaachana na mambo ambayo hayatufai tena katika maisha yetu, na ndio maana tunachoma au tunachana chana. Lakini katika mwezi mpya tunayoyaandika tunahitaji yaje yatokee katika maisha yetu. Kwa hiyo hutakiwi kuchoma wala kuchana. Tafuta kidaftari chako kizuri kabisa, uwe unaandika mambo ambayo unahitaji yaje kutokea katika maisha yako. Hifadhi hilo daftari lako mahali popote pale kwa pa usalama. Ipo siku utakuja kusoma hilo daftari lako ukiwa umeshatimiza yale yote ambayo umeandika. Amini kwamba ulimwengu huwa unafanya kazi katika namna ambayo haieleweki. Yaani hutaelewa hayo mambo yanakuja kutekelezwa vipi, lakini amini kwamba yatakuja kutimia katika maisha yako. Epuka sana kujiwekea vikwazo. Niliwahi kufundisha kwamba kama unataka manifestation, au kitu ambacho una, umekitamka unataka kiji kitimie katika maisha yako basi, hakikisha ya akili yako hisia ya zako pamoja na matendo yako yanakwenda sambamba. Hisia ya zako zinaweza zikawa zinakwambia wewe ni tajiri sana, lakini akili ikawa inakataa. Akili inasema hapana, wewe sio tajiri, jiangalie, angalia maisha unayoishi. Na matendo yako pia yanaweza yakawa hayaendani na akili yako au hisia ya zako. Kwa hiyo katika mwezi huu mpya, ili malengo yako yaweze kutimia hakikisha unaondoa hiyo contradiction kati ya moyo wako na akili yako. Sikiliza zaidi moyo wako, hii itakusaidia sana kutengeneza balance ya nishati yako ya ndani, ili uweze kubaki katika njia moja. Baki na moyo wako, sikiliza moyo wako. Ukishafanya meditations na ukapata majibu ya moyo wako, ukaelewa kila kitu ambacho moyo wako unahitaji, sasa toka nje. Kipindi cha mwezi mpya ni kipindi cha kukutana na watu wapya, kupata mawazo mapya na kugain experience mpya. Toka nje, nenda kwenye mikusanyiko, kakutana na watu wapya. Ulimwengu utakukutanisha na watu ambao watakupa mbinu na mawazo ambayo yatakuwezesha kutekeleza vitu ambavyo moyo wako unahitaji. Kipindi cha mwezi mpya hutakiwi kukataa mwaliko, mtu yoyote yule anayekuja kukualika Usikatae. Ulimwengu huwa unafanya kazi kwa kuwatumia watu pia. Kama kuna safari ya ghafla inaibuka katika msimu huu, usikatae kwenda. Na pia kama kuna sherehe yoyote ile ya ghafla imeibuka, usiahirishe, nenda. Inawezekana huko ndiko mafanikio yako yalipo. Katika kipindi cha mwezi mpya vibration zako zinaweza zikawa ziko juu sana, kwa hiyo kuwa makini na watu unaochangamana nao. Hata katika mwaliko utakaopewa, ukienda kukutana na watu wapya, kuwa makini na watu unaokutana nao. Si kila mtu atakuwa ni mwema kwako au atakuwa anakufaa kulingana na matamanio yako ya moyoni. Unaweza kukutana na watu sumu, watu ambao watashusha vibration zako kwa hiyo jitahidi kuchangamana na watu ambao wanaendana na vibes zako. Usipende kufanya mazungumzo na mtu ambaye ameshakata tamaa na maisha, au usijihusishe na mazungumzo ya kulalamikia ugumu wa maisha. Ni kweli maisha magumu, lakini hupaswi kukiri kwa kinywa chako au kukaa na kuweka discussion ya kujadili maisha magumu. Hiyo itasababisha vibration zako za ndani zishuke. Ukitaka kuamini hilo, we chunguza watu ambao wanakaa vijiweni na kuanza kulaumu maisha magumu au kuilaumu serikali kwamba kuna vitu fulani imekosea, tunaonewa hivi na hivi. Wale watu huwezi kukuta wana ari ya kuanzisha vitu vipya au wana ari ya kupata mafanikio zaidi. Sana wakitoka pale, wanakuwa down, very down, wanakuwa wanakata tamaa, wanakosa ari ya kufanya kazi matokeo yake wanaendeleza umaskini. Kataa hiyo hali, epukana na watu kama hao. Ndio maisha ni magumu, lakini usikiri kwa kinywa chako. Nishati ya mwezi mpya huwa inaleta nguvu nyingi sana mwilini mwetu. Unaweza kujikuta unapata ari au motivation ya kufanya kazi inakuwa ipo juu. Sasa nikushauri katika vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya nyumbani kwako ni kubadilisha mwonekano wa chumba chako au mwonekano wa nyumba yako. Hii itakusaidia sana kukaribisha nishati ya mwezi mpya iweze kuingia ndani ya nyumba yako. Kwa mfano, unaweza ukabadilisha mwonekano wa kitanda chako, unaweza ukaleta kitu kipya ndani ya nyumba, chochote kile ambacho kitabadilisha mwonekano wa nyumba yako. Hii itakusaidia sana uweze kuendana na vibes za mwezi mpya ili uweze kupata vibes za kujaribu vitu vipya, ni lazima pia mazingira yako yaweze kukushawishi. Kwa hiyo utakapoona chumba chako kimebadilika, pia hata akili yako itaanza kupata ari ya kutoka kujaribu vitu vingine vipya. Pia katika mwezi huu mpya unatuhamasisha kutengeneza mahusiano mapya. Ninaposema mahusiano, simaanishi tu mahusiano ya kimapenzi, pia hata mahusiano na jamii yako inayokuzunguka. Kwa mfano kama wewe ni mtu ambaye ulikuwa, ulikuwa na tabia ya usharishari au ulikuwa unagombana sana na watu. Sasa mwezi huu mpya unatuhamasisha kubadilisha tabia zetu na wale ambao tunahusiana nao. Unaweza kuanza kutengeneza mazoea ya kuonesha upendo kwa majirani zako au kuonesha tabia nyingine mpya ambayo itatengeneza mahusiano mazuri na watu wanaokuzunguka. Hii pia itakusaidia sana kuweza kuendana na vibes za mwezi mpya, na pia itasaidia kuushawishi ulimwengu uweze kukutimizia malengo yako. Tambua kwamba ulimwengu huwa unafanya kazi katika namna ambayo muda mwingine huwa haieleweki, kwa hiyo zingatia hizi kanuni za kiulimwengu. Kama wewe ni mtu ambaye unataka mabadiliko na mafanikio katika maisha yako, zingatia hizi kanuni za kiulimwengu. Hivi vipindi vikuu vya mwezi, mwezi kuandama na mwezi kukamilika, ni vipindi muhimu sana, hupaswi kuvipuuza. Tumia nishati ya mwezi mpya, usiache ikupite hata mara moja. Ni muhimu sana katika maisha yako. Wapo watu wengi sana ambao wanatoa shuhuda katika vipindi hivi viwili vya kiulimwengu. Kwa hiyo, hata wewe unaweza kuwa ni miongoni mwao mwa watakao kuja kutoa shuhuda katika mwezi mpya au full moon haijalishi wewe ni dini gani. Uwe Mkristu au uwe Mwislamu, nguvu hizi zinafanya kazi kwa mtu yoyote ule, na utapata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio. Kwa Waislamu huwa tunasema insha Allah na kwa Wakristu huwa tunasema katika jina la Yesu. Hakuna kitu kinachoshindikana bado yapo mambo mengi sana unayotakiwa kufanya katika msimu huu wa mwezi mpya. Sasa ili video inayofuata isikupite, hakikisha una subscribe na pia unaweza kushea video hii na wale wote uwapendao, ili na wao waweze kujifunza.